Assalamu aleikum, Bwana Yesu asifiwe, Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Jakaya Mlisho Kikwete pamoja na Mama Salma Kikwete Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mtwara, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa wote, waheshimiwa maDC na waheshimiwa viongozi wote mliopo hapa, itifaki imezingatiwa. Mimi kwa jina ninaitwa John Pombe Joseph Magufuli, ni jina jepesi sana kulishika. Ukisahau John, kumbuka Josefu. Ukisahau Josefu, basi kumbuka Pombe. Lakini ukisahau hata Pombe, basi kumbuka Magufuli. Mheshimiwa Rais, nimekuja hapa Mtwara nikifatana na wewe kwa ziara rasmi kwa ajili ya miradi inayohusu barabara. Mimi mpaka sasa hivi ni waziri wa ujenzi, yale mengine nitakuja siku nyingine. Lakini nikushukuru sana Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha uongozi wako uliweza kuniteua kuwa katika wizara mbalimbali lakini ikiwepo pia wizara ya ujenzi. Mheshimiwa Rais, katika awamu ya nne, yapo mambo mengi ambayo uliahidi ya kutekelezwa yanayotokana na wizara ya ujenzi sitataja mengine yote katika maeneo mengine ya nchi hii lakini nitaje maeneo yanayohusiana na mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa Rais, uliahidi kukamilika barabara ya kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam. Juzi kwa bahati nzuri barabara ile ya kutoka Dar Dar es Salaam hadi Mingoyo yenye jumla ya kilometa mia tano na nane imekamilika na umeifungua. Tumetimiza ahadi uliyoiahidi, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, wakati ukiomba ridhaa ya wananchi hawa wa Mtwara uliahidi vivuko viwili, kivuko cha Msanga Mkuu pamoja na kivuko cha Kilambo. Vivuko vyote hivi viwili vimeshanunuliwa na vinafanya kazi. Kivuko cha Msanga Mkuu umekizindua leo, cha Kilambo nacho tayari kimekwisha anza kufanya kazi. Vivuko vyote hivi vimegharimu zaidi ya bilioni 6.5 na fedha zote kwa asilimia mia moja zimetolewa na serikali unayoiongoza wewe Mheshimiwa rais wetu, tunakushukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, ulipofika hapa Mtwara uliahidi tufanye upembuzi yakinifu na usanifu wa barabara ya kutoka Mtwara Newala hadi Masasi yenye jumla ya kilometa 221 tumetenga fedha katika mazingira yote na kwa bahati nzuri fedha zote zilizotengwa ni asilimia mia moja zinatokana na bajeti inayosimamiwa na wewe. Kazi za upembuzi yakinifu na usanifu zimekamilika, na kwa sasa hivi tumetangaza tenda kwa kuanzia na kilometa hamsini za kutoka Mtwara hadi Muniguta mvibata mvi. majina haya magumu magumu kweli ya ndugu zangu, watani zangu. Nafikiri mpaka nitakapopewa mke huku, nami niwe shemeji yenu. Naona mambo ntaana. Tunapitia dokumenti zote za kumpata mkandarasi ili barabara hiyo ianze kujengwa kwa kiwango cha lami na baadaye tutaendelea mpaka barabara ile iweze kukamilika kwa kiwango cha lami hadi Masasi. Mheshimiwa Rais, uliahidi pia kuanza kufanya upembuzi yakinifu wa barabara ya kutoka Masasi hadi Mingoyo yenye jumla ya kilomita mia mbili, ili barabara ile nayo ipanuliwe kwa sababu itakuwa na trafiki kubwa ya magari yanayokuja kwenye bandari ya, ya Mtwara. Kazi hii nayo tumemaliza, tunaangalia utaratibu wa baadaye ili fedha nazo ziweze kupatikana za kuipanua ile barabara na kuijenga kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo siku za usoni mtu atakuwa anatoka naenda Masasi kwa kuchagua apitie barabara hiki apitie Mewana au apitie Mingoyo. Mheshimiwa Rais katika ahadi zako pia uliahidi tuhakikishe barabara ya kutoka Mtwara Masasi hadi Mbamba Bay iwe imekamilika kujengwa kwa kiwango cha lami, ambapo kuna jumla ya kilometa 888.6, ili magari yawe yanatoka Mkata Bay kule Malawi, yanapita Mbamba Bay, yanakuja kwenye bandari ya Mtwara. Mheshimiwa Rais, napenda nitoe taarifa kwa wananchi wa Mtwara hatua ambazo zimefikiwa katika ahadi ambayo umezitoa. Kwanza, barabara ya Songea hadi na Mtumbo kilometa 72 imekamilika. Barabara ya Peramio hadi Mbinga ya kilometa 78 nayo na imekamilika kwa kujengwa kwa kiwango cha lami. Daraja la Umoja nayo limekwisha kamilika. Barabara ya masasi hadi mangaka kilomita 54 nayo imekamilika. Barabara ya mangaka hadi mtambaswara kilomita 65.5 p5 mkandarasi yuko kule anaendelea kujenga kwa kiwango cha alami, nayo itakamilika mapema iwezekanavyo. Kutoka mangaka hadi nakapanya kilomita 70.5 napo kuna kandarasi anajenga kwa kiwango cha lami kutoka Tunduru hadi Matemanga kilometa 58.7, pamoja na kapanya hadi Tunduru kilometa 66.5. Kandarasa naendelea kandarasi anaendelea kujenga kwa kiwango cha lami kutoka Matemanga kilimasera kilometa 68.2 na kilimasera hadi na mtumbo kilometa 60.7 napo kuna makandarasi wawili wanajenga kwa kiwango cha lami kutoka Mbinga hadi Mbamba Bay kilometa 66. Zenyewe zipo kwenye maandalizi nayo ya kuanza kujengwa kwa kiwango cha lami chini ya ufadhili wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mheshimiwa Rais, uliahidi ukamilishaji wa daraja la na nango limekwisha kamilika uliahidi kukamilisha barabara ya Mtwara Mtengu hapa mjini kilometa kumi na sita imeshatengenezwa kwa kiwango cha lami. Barabara nyingine ni ya Magamba Msimbati kilometa moja imeshatengenezwa kwa lami. Magomeni na Liendele kilometa sita nazo zimeshakamilika kwa kujengwa kwa lami, lakini pia tumejenga kilometa 3.6 kati ya Newara Tandahimba na Mtwara katika barabara hiyo daraja la Lihanje pamoja na Magomeni 1 Magomeni 2 yameshajengwa. Daraja la na nanganga pamoja na mtawanya yale yameshakamilika. Lakini pia Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani, fedha za mfuko wa barabara zilikuwa ni bilioni 73. Mwaka huu tuna bilioni 866 ambazo zitatolewa katika mkoa wa Mtwara. Halmashauri ya Masasi itapata bilioni moja pointi zero nane Masasi Town Council milioni mia sita tisini na nne na nyumbu milioni mia tisa na mbili Mtwara district Council bilioni moja pointi sita Mtwara milioni manispa bilioni moja pointi tisa Tandahimba bilioni moja pointi moja Newala bilioni moja pointi mbili fedha hizi zinatokana zi na mfuko wa barabara na zile zitahusika na barabara ambazo ziko chini ya halmashauri ya wilaya. Zile barabara kuu bajeti yake iko pembeni, iko nyingine ambayo inasimamiwa na na wizara ya ujenzi. Mheshimiwa Rais wetu mpendwa uliahidi katika kutekeleza kikwe, na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais wetu mpendwa yuko hapa na atakuwa ananielekeza vizuri yale ambayo yanatakiwa kufanywa kwa spidi kubwa sana. Nina imani kubwa tutakuwa pamoja na ninyi. Najua leo sio siku ya kampeni, lakini nikichomekea chomekea kidogo sio mbaya nikichomekea chomekea kwamba mimi ni waziri wa ujenzi, na kwamba chama changu kimeniteua nije nipeperushe bendera. Kama niliweza wizara ya ujenzi, kama nimeweza kutengeneza barabara, kama nimeweza mengine kutumwa, nina uhakika yale mengine nitayaweza kikamilifu sana sana. Mheshimiwa Rais, mkutano huu wa leo ni wako, lakini na mimi niwashukuru sana wana Mtwara kwa mshikamano wenu mkubwa ambao umeuonyesha. Katika dunia hii mtu mwenye uwezo wa kusema kifanyike siku hiyo na kifanyike ni Mungu tu. Lakini hata Mungu alitumia siku sita kuumba dunia, siku ya saba akapumzika. Watakuja watu ambao wao kwao kila kitu wanakiweza siku hiyo hiyo, uwapuguze maendeleo. Ni changamoto, na changamoto, nina uhakika zitaweza kukabiliwa vizuri na wale wenye uzoefu wa changamoto hizi, na mimi nina imani kubwa, bila kumumunya maneno, wenye uwezo wa changamoto za kuleta maendeleo kwa Watanzania na wanamtwara wote ni Chama cha Mapinduzi, pamoja na kwamba ninaamini maendeleo hayana chama maendeleo hayana chama, na ndiyo maana chini ya mhimili mzuri wa Mheshimiwa rais wetu amekuwa akipeleka maendeleo kwa Watanzania wote. Niwaombe tuujenge umoja wetu, tusimame mbele, tumtangulize Mungu mbele, kwa sababu palipo na amani ndipo palipo na maendeleo. Ndugu zangu wana Mtwara, ninawashukuru tena sana. Mheshimiwa rais wetu, tunakushukuru sana kwa kujenga misingi mikubwa ya maendeleo kwa nchi hii. Tutaendelea kukukumbuka na kukuombea. Wana Mtwara wote wanakukumbuka kwa juhudi zako kubwa, na tunauhakika juhudi hizi ambazo umekuwa ukiziendelea kuzifanya, utaendelea kutoa ushauri kwa wale watakaoshika kijiti baada ya wewe. Mungu ibariki Mtwara, Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Jakaya Mrisho Kikwete, Mungu mbariki rais wetu Jakaya Mrisho Kikwete. Bahati nzuri mwenyekiti wetu na rais wetu majina yanafanana. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, ninawashukuru sana. Naomba tunyoshe mikono tumshangilie rais wetu.